Karibu wapenzi watazamaji, kuja kwa hichi kituo nambari moja ambacho kinaendelea kukupea taarifa kwa utendeti. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu wako mwema na uweze kuandamana nami sako kwa bako. Tafadhali ninakuomba uweze ku like video, bonyeza kengele alafu subscribe. William Ruto mwaka elfu mbili na ishirini na saba atakuwa na kibarua cha kuweza kuwapembeleza Wakenya kumchagua kwa awamu ya pili, kama sasa hivi anaona kivumbi kwa ground, wendani wake wanafukuzwa, yeye mwenyewe anapigiwa kelele na kuimbiwa wantam. Na imeweza kusalia siku chache tu, siku za kuhesabu tuweza kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Ni kipi ambacho kitajiri mwaka elfu mbili na ishirini na saba? Not unless William Ruto aweza kutumia mbinu ambazo Tanzania iliweza kutumia na Uganda iliweza kutumia, hawezi akashinda uchaguzi. Take that to the next bank take that to, the, take, take that to your nearest bank. Bwana Ruto hawezi akashinda uchaguzi, na niko na sababu ambazo ninasemea hivyo. Mbona hmm, ninasema hivyo? Mnamo siku ya Lamisi, tarehe 29 Januari mwaka 2026, William Ruto alikuwa kisi kaunti mahala ambapo mabasi yaliweza kuleta wafuasi wakuje kumshangilia, kwa sababu bwana Ruto alikuwa ameleta pesa kwa mabegi. Wananchi hawakukataa pesa, walienda wakasema kwamba kula kwa Ruto, yaani kukula ni kwa Ruto, ila kura ni opposition ndio itachukua wakaenda pale wakaimba wakasema kwamba Ruto two term, ingine wakampigia William Ruto Ruto one time. Sasa bwana Ruto akaelekea Nairobi kwa sababu walikuwa na wabunge wengi wa Kisii kina Jafet Kinosoro na wengine na gavana wa kaunti ya Kisii bwana Simbarati. Yani haijapita hata saa ishirini na nne tangia William Ruto alipoondoka Kisii, mwendani wa bwana Ruto amepigiwa kelele na kuimbiwa one time. Kuna huyu mbunge wa Kitutu Chache North mwenye naitwa Jafet Nyakundi alielekea kwenye afula moja upande wa Kisii na akajaribu kuwashawishi raia wa kaunti ya Kisii ama raia wa Gusii kuweza kumpigia William Ruto kura mnamo mwaka 2027 bana. Jafet Nyakundi alikuwa ananyoosha vidole viwili juu ya hewa, lakini sauti ambazo zilikuwa zinasikika kutoka nyuma ya kibanda zilikuwa zinaimba one time. Sasa nikajiuliza, hawa ndio wale ambao waliwekwa kwenye magari siku ya Alhamisi tarehe ishirini na tisa Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita wakaenda wakapewa pesa wakapewa soda na mikate wakaimbia William Ruto tutam. Bwana Ruto amerudi Nairobi, ameacha wendani wake kwa ground wanaimbiwa one term. Hizi kura ambazo Bwana Ruto anasema kwamba atashinda opposition kwa jumla ya kura milioni tatu, yaani kwa mwanya wa kura milioni tatu, atazitoa wapi? Nina imani kwamba umeweza kusikiza hiyo kanda. Mpenzi mtazamaji, karibu sana, tuendelee na mazungumzo yetu kutoka kwa hichi kituo ambacho ni nambari moja kwa maswala ya kuchu, kuchambulia siasa kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ambayo inaeleweka na Wakenya wote. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, hizi kura ambazo wanasema watapata watazitoa wapi? In fact, wabunge wengi ndani ya bunge la sasa la kumi na tatu katika bunge la kitaifa hawatarudi afisini. Unajua, hata spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula aliwaeleza peupe kwamba wengi wenu, asilimia hamsini na sita hamtarudi bungeni, lakini wabunge hao hawaamini. Yani wanafanya vitu ambavyo wananchi hawataki. Wananchi hawataki Ruto, wao wanakimbia kwenda pale, wanaambia wananchi waweze kuimba TUTAM, na wananchi wako na sababu za kuweza kumkataa William Ruto, lakini wabunge wanamkwamilia William Ruto kama kupe, ili waweze kupata misaada ya pesa za kupigia kampeni na pesa zingine za kununuliwa sasa katika kanda hii ninataka niweze kukuchanganulia kwa undani, ni kwa nini wananchi hawamtaki William Ruto. Namba moja, bwana Ruto ni mwongo, ni mkora na hatimizi ahadi zake za kampeni. Vijana wengi waliambiwa kwamba watapewa kazi, aswa wale vijana ambao wameweza kuhitimu kutoka vyuo vikuu watapewa kazi vijana wengi ambao walikuwa kwenye vyuo vikuu wakati huo mwaka elfu mbili na ishirini na saba wakasema, ai tumepata mkombozi, wacha tuweze kumpea William Ruto kura kwa sababu atatujali aweze kutupea kazi. Wengine wao wameweza kuhitimu, hawana kazi, hawana. juzi ameenda ameomba mkopo loan, kutoka World Bank, ndizo hizi anaendelea kupeana hapa nje, kama nyota, sijui ni Nyota Fund, hizi ni pesa ambazo tutakuja kulipa kupitia kwa ushuru. Anataka kutumia hizo pesa za Nyota Fund kujipigia debe, akisema kwamba yeye ameweza kupanga kazi na ajira za vijana. Hizo pesa angeweka hapo, aunde kazi ambazo vijana watakuwa wanafanya, angalau kila mmoja aweze kupata kitu cha kuingia nacho kwa nyumba. Mnachagua wawili watatu, mnaenda mnawaimbisha muna tutam, ndipo sasa mnawapea hizo tusenti hao wengine wenye wamesalia. Kwa hivyo zile ahadi za kampeni ambazo rais aliweza kuwapea vijana kama vile kuwapea kazi, kuweza kurahisisha maisha, kuweza kuhakikisha kwamba anapunguza gharama ya maisha, ambazo bado hajaweza kuzitimiza ndizo zinafanya wananchi kuweza kumuimbia William Ruto one time. Namba 2, Gusi ni ngome ya Matiangi Ukubali usikubali, jinsi ambavyo mlima Kenya ni ngome ya Gachagua. Sasa Gusi ikiwa ni ngome ya Matiangi, hakuna mtu mwenye anapaswa kuzungumza kinyume na msimamo wa wananchi ambao wanampigia Matiangi debe. Wananchi wengi wamegundua kwamba walikuwa nyuma ya ODM kwa muda mrefu hawajaweza kufaidika chochote. Wamesema kwamba ni heri sasa wakuwe nyuma ya Matiangi, angalau watawapeleka mahali. Jafet Nyakundi akinosoro wanakuja wanawaambia tutam, wananchi wakasema kwamba ni wantam kwa sababu hii ngome ni ya Matiangi namba 3. Hakuna maendeleo ambayo yameweza kukuja kwa groundi wananchi wanaweza wakajivunia kwamba William Ruto ameweza kufanya maendeleo Kisii. Kisii imeweza kusahulika kwenye daftari la maendeleo lake William Ruto. Kisii imekuwa ni mojawapo ya kaunti ambazo zimekuwa zikipigia ODM kura. ODM imeingia kwa serikali, Kisii haijaweza kunufaika. Hata ODM ilipewa mawaziri. Kisii haikupata hata waziri hata mmoja kutoka ODM. ODM ilipewa principal secretaries KC haikupata hata moja. Alafu nataka kusema nini? Wananchi wamekasirika. Namba nne, ufisadi ambao umekithiri kwa hii serikali. Juzi uliona gazeti likize likisema kwamba shilingi bilioni 11 kutoka kwa idara ya SHA, au kipema bima ya afya ya SHA zimepotea Hizo pesa zinapotea, vijana wana kazi. Hizo pesa zinapotea kipindi ambapo wananchi wanatolewa ushuru mkubwa, alafu nataka wananchi waweze kufurahia, hawawezi. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra, tupatane kwa kanda ijayo.